Aidan Angetile ni, ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Hai. Jimbo letu ni mojapo kati ya majimbo yanayoshiriki uchaguzi ambao utafanyika tarehe 29 mwezi wa kumi, siku ya Jumatano. Idadi e, ya wapiga kura katika jimbo letu ni mia moja hamsini na mbili mia moja arobaini na saba kwa maana laki moja na hamsini na mbili katika jimbo letu tuna jumla ya vituo mia nne na sita. Vituo hivyo vipo katika kata kumi na saba. Mpaka sasa hivi tumeweza kupokea vifaa vyote kwa asilimia mia kwa ajili ya uchaguzi. Na vyama vinavyoshiriki katika uchaguzi huo, tuna jumla ya vyama vitano, tuna jumla vyama vitano ambayo ni CCM, ACT Wazalendo Chauma, NRA na Chama Makini. Katika ngazi ya ubunge tuna vyama vitatu, tuna CCM, tuna CHAUMA na Chama Makini. Lakini katika e, udiwani tuna jumla madiwani 34, 35 ambao wote wamegawanyika katika hivyo vyama vyote vitano au madiwani katika kata mbalimbali ni wagombea. Tumeshafanya zoezi la kufundisha mawakala na kufundisha makarani, makarani wa vituo tulifundisha siku ya 25. Makarani wa waongozaji ambao wataongoza wapiga kura katika vituo mbalimbali hivyo 406, na tukawaapisha pia. Kuanzia jana tunafanya zoezi la kufundisha wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa usaidizi wa vituo na tumeshawapisha mafunzo hayo ya yataisha leo. Kesho itakuwa ni siku ya kusambaza vifaa tulivyopokea na tulivyakiki, baada ya kupokea vifaa na tumeshavigawa katika kata mbalimbali, na kesho ndio vinaanza kusafiri kwenda katika hizo kata na katika hivyo vituo. Wasimamizi ngazi ya kata walishavikagua, kila mtu alikagua vile vifaa kulingana na vituo vyake, na vifaa vyote viko tayari lakini hali kadhalika hata vituo vyenyewe vya kupigia kura maandalizi yote yameshakamilika, kwa vile vituo vya wazi vimeshajengwa na vingine vinamalizikia kujengwa leo. Kutokana na hali ya hiyo ilivyo, kwa kila kitu kiko tayari kwa asilimia mia kwa upande wa vituo vya kupigia kura. E, pia vile vile ubandikaji wa mabango ya kuelekeza hilo zoezi lishafanyika, tulishabandika mabango kwa ajili ya kuelekeza. Tuliweza kuapisha mawakala, jumla ya mawakala 1024 tuliowapisha kutoka vyama mbalimbali hivi vinavyoshiriki uchaguzi, au watakuwa ni mawakala ambao waliletwa na vyama, lakini tumewapisha. Hali ilivyo mpaka sasa hivi ni hali nzuri, maandalizi yote yamekamilika karibia kwa asilimia tisini na nane. Asilimia mbili iliyobaki ni haya mafunzo tunaomaliza leo na usambazaji wa hivi vifaa kwenda kwenye vituo, lakini kila kitu kimeenda sawa na vifaa vyote tumepata kikamilifu. Ninapenda kutoa wito e, kwa wapiga kura ambao ni wananchi, naomba wajitokeze kwa wingi waweze kuja kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa e, kwa sababu watakuwa wamefanya tendo la kidemokrasia. Kura yako daima ni haki yako ili uweze kupata maendeleo ni lazima uchague viongozi ambao watashiriki nao kuleta maendeleo.